Mlango wa kumi na nane. Ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Eliya katika mwaka wa tatu kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Basi Eliya akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu. Na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Ahabu akamwita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake, na huyo Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana kuwa ikawa, Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akatua manabii mia akawaficha hamsini, hamsini katika pango akawalisha chakula na kuwapa maji. Ahabu akamwambia Obadia, pita katika nchi kwenye chemchemi zote za maji na vijito vyote, labda tutapata majani, tuwahifadhi hai farasi na nyumbu, tusipate hasara ya hawa wanyama wote. Basi wakaigawanya nchi ili wapite katika nchi yote. Ahabu akaenda zake njia moja peke yake, na Obadia akaenda zake njia nyingine peke yake. Na Obadia alipokuwa njiani, kumbe Eliya akakutana naye, akamtambua akaanguka kifudifudi, akanena Je, yeah, ni wewe bwana wangu Eliya? Akamjibu ni mimi, enenda umwambie bwana wako, tazama, Eliya yupo. Akamwambia Nimekosa nini hata unitie mimi mtumishi wako mkononi mwa Ahabu aniue? Kama Bwana Mungu wako aishivyo, hakuna taifa wala ufalme ambao bwana wangu hakutuma watu akutafute, na waliposema hayupo, akawaapisha ule ufalme na taifa ya kwamba hawakukuona. Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo. Na itakuwa mara mimi nikiondoka kwako roho ya Bwana atakuchukua uende nisikojua, nami nitakapokwenda kumwambia Ahabu naye asipokuona ataniua. Lakini mimi mtumishi wako na mcha Bwana tangu ujana wangu. Je, bwana wangu hakuambiwa nilivyofanya ahapo Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, jinsi nilivyowaficha manabii wa Bwana watu mia hamsini, hamsini katika pango nikawalisha chakula na kuwapa maji? nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako tazama, Eliya yupo. Basi ataniua. Eliya akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakika nitajionyesha kwake leo. Basi Obadia akaenda zake amwone Ahabu akamwambia, naye Ahabu akaenda kumlaki Eliya. Ikawa Ahabu alipomwona Eliya, Ahabu akamwambia Je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? Naye akajibu si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana nawe umewafuata Mabaali. Basi sasa, upeleke watu unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmeli, na wale manabii wa Baali mia nne na hamsini na wale manabii wa Ashera mia nne walao chakula mezani pa Yezebeli. Basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Naye Eliya akawakaribia watu wote akanena, mtasita sita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu mfuateni balikiwa bali ikiwa baali ni Mungu haya mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno ndipo eliya akawaambia watu mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa bwana lakini manabii wa baali ni watu mia nne na hamsini kwa hiyo nawatutolee ng'ombe wawili wao nawajichagulie ng'ombe moja wamkatikate na kumweka juu ya kuni wasitie moto chini nami nitamtengeza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni wala sitatia moto chini nanyi ombeni kwa jina la mungu wenu nami nitaomba kwa jina la Bwana na Mungu yule ajibuye kwa moto, na awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Eliya akawaambia manabii wa Baali, ichagulieni ng'ombe moja, mkamtengeze kwanza, maana ninyi ndio wengi, mkaliitie jina la mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtwaa yule ng'ombe waliyepewa wakamtengeza, wakaliitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema E Baali, utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Nao wakarukaruka juu ya madhabahu waliyoifanya. Ikawa wakati wa adhuhuri, Eliya akawafanyia dhihaka akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni mungu huyo; labda anazungumza, au ana shughuli, au ana safari, au labda amelala, sharti amshwe Wakapiga kelele wakajikatakata kwa visu na vyembe kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. Kisha Eliya akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Eliya akatoa mawe kumi na mawili kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kama wa vipimo viwili vya mbegu, akiizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni Akasema, jazeni mapipa manne maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia, akasema ee Bwana Mungu wa Ibrahimu na Waisaka na Waisraeli na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli na ya kuwa mimi ni mtumishi wako na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako unisikie ee bwana unisikie ili watu hawa wajue ya kuwa wewe bwana ndiwe Mungu na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie ndipo moto wa bwana ukashuka ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Na watu wote walipoona, wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Eliya akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata na Eliya akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Naye Eliya akamwambia Ahabu, Haya, inuka, ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa, naye Eliya akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa, utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena Enenda tena mara saba. Ikawa mara ya saba, akasema tazama, wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika, ushuke, mvua isikuzuie. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini, akaenda zake Yezreeli. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya, akajikaza viuno akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli.